Nimi baba na mama, naomba niseme jambo moja. Utakuwa na utiifu ndugu zangu, ubunge sio kazi ya kwenda kuigiza, ubunge unataka watu sahihi, ubunge unataka watu wapiganie haki. Kwa bahati mbaya wenzetu Chama cha Mapinduzi wabunge wao wote ni wafanyabiashara, hawajui masikini, hawajui maisha ya watu wanavyoishi. Ndio maana wabunge wa CCM mhula huu uliopita wamekwenda bungeni wamepandisha kodi za vifaa vya ujenzi. Leo watu hawawezi tena kujenga na hawana habari na maisha magumu ya Watanzania. Sisi ADC tunasema tukishika dola, jambo la kwanza ni kuhakikisha mwananchi tunampunguzia gharama za maisha. Kupunguza gharama za maisha ni pamoja na kuondoa kodi kwenye bidhaa zisizokuwa za msingi. Yani wenzetu wanapandisha kodi kwenye mafuta, kwenye oil, kwenye spare wanashindwa kupandisha kodi kwa Wachina wanaochimba madini yetu, wanakwenda kama mabilionea na kuacha mashimo kwenye nchi yetu na kuleta zawadi ya neti. <tuhilisana> Hatuwezi kukubali maisha haya ndugu zangu. Biashara ya mbao ni miongoni mwa biashara nzuri sana. Kama mnakumbuka walioanza biashara za mbao mapema leo ni mabilionea na ndio waliosababisha watu wengine wakaamia kwenye hii biashara lakini baada ya watu kuwa wengi kwenye hii biashara, serikali ikaongeza ushuru kwenye maeneo mbalimbali kwa ajili ya biashara ya mbao na kuisababisha biashara ya mbao kuwa ngumu na kuwasababisha wafanyabiashara leo wanaonekana tu wapo wanazungusha fedha zao, na wakipata faida ndogo tu ya kuhudumia familia zao, lakini sio kwa ajili ya maendeleo. Sisi ADC tunasema mali asili ya misitu ni mali tuliyopewa na Mungu, hatuwezi kuruhusu ushuru ukawa unamuumiza mwananchi, kwa sababu mbao inapopandishwa ushuru na maliasili, anayeathirika sio muuza mbao, anayeathirika ni mwananchi wa mwisho anayenunua mbao anayekwenda kujenga, huyo ndiyo anayeathirika. Lakini mwathirika namba mbili ni mfanyabiashara wa mbao ambaye sasa hawezi kupata faida kwa wakati na kufanya biashara kwa wakati, kwa sababu biashara sasa haiwezi kuchangamka, wanunuzi wanakuwa ni wachache. Badala ya kuja kununua mbao, anaweza akaenda kutafuta mti porini akakata, akaenda kaezeka, badala ya kununua, anaweza kutafuta mti akakata, akaenda hili. Sisi ahidisi tunasema tukipata mamlaka, mali asili zote, kwa sababu ni mali tumepewa na Mungu, ushuru wake utakuwa ni kidogo sana, na si kumtweza mfanyabiashara na mnunuzi wa mwisho sera ya chama cha ADC, tunasema huduma za afya kwa sababu watu wanakufa bila sababu za msingi na kukosa huduma, tunasema huduma za afya na hospitalini zitakuwa ni bure. Naomba msikilize kwa makini, nchi hii inao uwezo kuwatibu watu bure kwa sababu nchi hii ndio nchi pekee Mungu ameijalia madini ambayo nchi zingine hazina madini. Kilo moja ya dhahabu inauzwa shilingi milioni mia mbili na hamsini wenzetu wa Arabu mafuta ambayo Mungu amewajalia lita moja ambayo ni sawa na kilo moja wanauza shilingi mia na kumi. Sasa hebu jiulize, kwa nini mtu anayeuza mafuta shilingi mia moja na kumi anaweza akawatibu watu wake bure, anaweza akawasomesha bure, anawaozesha bure, anawajengea majumba? Sisi ambao tunauza madini ya dhahabu na mengineyo kwa, kwa kilo moja shilingi milioni mia mbili na hamsini, kwa nini tunashindwa kuwatibu watu wetu bure? Sisi ADC tunasema mfanyabiashara ambaye anamtaji chini ya milioni tano hatutomtoza chochote, kwa sababu ndio anaanza biashara. Kwa sababu serikali ya chama cha mapinduzi, wakiona tu mweka kibanda wanakuletea TRA. Na ukitaka kujua akili zao sio nzuri, weka kibanda, chukua chupa za maji tu kuweka ndani huko, wanajua wewe ni tajiri, wanakuja kutoza fedha sisi tunataka kufanya biashara ambaye mtaji wake sio milioni tano, huyo tunamuita ni machinga kwanza, ailuke; baadaye otue tumuonge kodi, sio kwenye mtaji wa milioni tano. Mungu mwenye nguvu Baba, huyu na utabedhi mikononi mwako, ukamulinda ukamtetee, utampa upendo wa kuweza kuwashika wananchi na kuwaongoza kwa kwaaa